Na mimi niwaambieni, Watanzania wenzangu, tuamke. Nchi yetu imejaribiwa, kuna mchezo tunachezewa, kuna mchezo mbaya tunachezewa, na wale wanaoucheza wame, wamejitahidi kumwondolea heshima kila mtu, asiwepo mtu wa kuambia Watanzania shtukeni, kila mtu Wamebaki wao tu ndio Mungu wakamilifu, wanamuondolea heshima kila mtu. Amkeni wa Tanzania, kuna mchezo mbaya tunachezewa, zimetokea vurugu. Kwa aina ya vurugu zilivyotokea, kwa nini hatushtuki? Watatumia visingizio vingine vingine vingine vingine, lakini hapa pana mchezo pana mchezo. Zimetolewa fedha, wakapewa vijana, na wale vijana wakaandaa baadhi ya vijana wachache wachache hivyo, wakawapapa manyunyu, kuambia wenzao, nendeni mkafanye vurugu. Vijana wengine tunawajua wameondoka juzi juzi tu hapa wakaenda nchi zingine, hapo wameenda enda hapo wameenda enda hapo, wanahifadhiwa hapo na tunajua kijana mmoja ambaye juzi juzi tu tulikuwa tunaishi naye maisha ya kimaskini hapa, anasongesha songesha na tunaomba na mpesa. Juzi kapewa dola milioni mbili, milioni mbili. Dola milioni mbili ni kama bilioni tano. Kijana wa Tanzania na katoka na maisha ya hapa ya Kitanzania, sasa anahamisha anabadili hoteli tu za kitalii. Aende Johannesburg, aende Nairobi aende wapi? Kijana wa kitanzania unakaa miezi mitatu kwenye hoteli ya kitalii na unaitisha na wenzako wanaokubali, njoni na nyie njoni, wanakaa kwenye mahoteli ugaibuni, hata hapa Arusha tu kijana wa kitanzania. Watanzania nao wafahamu, huwezi ukakaa miezi mitatu hotelini, wanakaa bilioni tano, bilioni tano Bilioni 5 ni milioni tano tano na elfu moja ni milioni hamsini mia ni zaanati mia moja vijiji mia moja ni, ni zaanati ya kujenga vijiji mia moja ni fedha ya kujenga vituo vya afya vya milioni mia tano mia tano kumi anapewa kijana mmoja anapewa kijana mmoja na anatunzwa, anaambiwa, wewe kazi yako hii, fedha nunua petroli, ratibu namna ununue petroli, uwape wenzako, wahamasishe wachome nchi yao. Yule anayetoa hiyo fedha atairudishaje? Huyo mmoja akapewa bilioni tano, vijana wako wengi wengi hivi wamepewa. Yule anayetoa hayo mabilioni yote hayo, kuwapa vijana, atazirudishaje? Kwa nini hatujiulizi? Kuna mchezo tunachezewa. Kwa nini hatujiulizi? Atarudishaje? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye hajanunuliwa. Wale wanaowapa hii fedha watarudishaje? Wana nini? Wana masilahi gani na nchi yetu? Mnaita maandamano. Maandamano kiongozi wake alikuwa nani? Waliandamana kutoka wapi kwenda wapi? Ajenda yao ilikuwa ipi? Tumejiuliza, tunachonganishwa mno. Kuna jambo watu wanatafuta, kuna mchezo wanatuchezea mbaya, kuna jambo wanatafuta. Mimi nimefuatilia hizi siasa za kiafrika tangu niko sekondari, nimeanza kufuatilia siasa hizi tangu niko sekondari. Najua hivi ndivyo wanafanyaga kwenye nchi yenye rasilimali. Nchi ikishagundua rasilimali, wanafanya mchezo wa aina hii wanafanya mchezo aina hii, wanakutafutieni namna ya kugombana, mgombanisho kwa sababu mkiwa wamoja, mkiwa wamoja hawawezi kuchukua rasilimali zenu. Watagombanisha wananchi na serikali yao, watagombanisha wananchi na vyombo vyao vya vya ulinzi na usalama, watagom, watagombanisha mpaka dini, watu wasielewane kabisa kwenye taifa hili. Mwanzoni hapa watawapatieni vijana bilioni tano kama hivi waliowapa, wakawapa wale na wale, wakatafuta viongozi wao moja moja kule, wanamwambia we nenda katafute huko na wewe nenda katafute huko, wanatafuta vijana, twendeni, twendeni, wanatafuta hivyo. Wakishaona mmechukiana, mkiuana, mkiuana mtachukiana. Wakishaona mmeuana, mmechukiana, watawaletea silaha, watachukua madini yenu. Mimi sikuumbwa kuogopa, nitawaambia na wakiendelea ni, nitafumua na mengine, kwa sababu na, najua mpango wao, nitafumua, tunawajua na wanaowatuma. Wakiendelea tutawasema, na waliowatuma wanajua, wanajua wakie, hii kelele zote hizi hizi kelele zote hizi na kutaka mtu yeyote asiseme, wanataka Watanzania msijue, mimi nawaambieni wanataka Watanzania msijue, lakini mimi niwaambieni, tuamke. Kuna kamchezo tena kachafu tena hapa tena hapa tena kamchezo kenyewe hako, wala si uchaguzi. Nyinyi mnaangalia uchaguzi, wenzenu wanaangalia mbali kwenye rasilimali za taifa. Wanajua mkiwa mmeungana hivi, hawawezi kuchukua rasilimali za taifa hili. Wakiendelea nitasema, si mtanilinda kwa sasa hivi kuna madini yamegundulika, madini adhimu yamegundulika. Tanzania, Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi tisa duniani zenye wingi wa madini hayo adhimu, critical minerals, rare earth minerals. Wanajua inawezekana sisi wa Tanzania tunakaa kwenye yale madini, hatujajua utajiri huo na hatujajua, hatujajua dunia inavyopigania hayo madini. Kwa Afrika, Tanzania ndo namba moja.